Utotoni sipotembea kibebwa mgongoni. Mimi naitwa MC Mziwanda, mtoto wa kitanzania kabisa. Natokea wilaya ya Bai, Dodoma. Uh, unajua kuna watu wengi wamekuwa wameshindwa kuvitumia vipaji vyao. Mtu ana fani flani, lakini anashindwa kuitumia, na ajue aanzie wapi? Maisha sio kila mtu lazima asome, sio kila mtu alisi mali za wazazi, ili aweze kutoka. Fani pia inaweza kumtoa mtu kivingine, na watu hawajui kuwa unapoitumia fani, huwezi tu ukurupuka ukawa ukawa juu, lazima uanzie chini, lazima uanze kuhaso kutafuta, kuangaika, mwisho wa siku utajikuta uko juu. Kwa mi nivyolitambua hilo nikajitazama hivi mm, fani yangu kuimba, uh, nikaona haikae sana. Nikaja nikafikiria labda fani yangu kuigiza, nikaona haikai sana. Lakini nikasema kwa nini nisifanye? Naweza kuongea na experience, naweza kufanya chochote kile ambacho uh, kinaweza kuendana na uongozaji wa matukio mbalimbali, kama vile harusi, vipa imara, uh, sendoff, na sherehe nyingine zote. Baada ya kuona hivyo, ikabidi nianze kuchukua fursa kuanza kujitafutia sherehe, kuanza kuomba promo hata kwa ma DJ nini kutafuta tafuta vishughuli vidogo vidogo vya kuweza kumsaidia. Akishukuru sana support kwa my brother mc Mazengo Faraji, alikuwa anaonesha support kubwa kwa sababu yeye alishakuwa ni mc mkubwa wa Dodoma, kwa hiyo akawa ananielekeza na nipa experience ya kufanya mambo fulani, ili niweze kufikia malengo yangu ya kuwa mc mkubwa wa kuweza kuongoza matukio mbalimbali kwao nikawa najitahidi kufanya bidii mimi mwenyewe, kutafuta hata vishelele vidogo vidogo, vijijini, wapi, ninahangaika. Mwisho wa siku nilikuwa najua mimi nataka kuja kuwa nani mbeleni, kwao nikawa nahangaika ili kuja kutimiza ndoto zangu za mbeleni. Lakini nashukuru Mungu, nilikuwa nafanikiwa kidogo, ninachokipata mimi nafanya vile ambavyo inatakiwa, nahangaika, nafanya hadi watu wakawa wanapenda. Sasa nashukuru MC Mziwanda, sasa hivi jina linafahamika aani una... nafanya kila sherehe, iwe sherehe ya kidini, iwe sherehe ya nini, kila sherehe na, na experience nzuri nafanya na watu wanapenda hivyo yani. Kwa hiyo unapokuwa unataka kutoka, sio lazima utokee darasani japokuwa unaweza ukawa unakamua hata darasani. Nilikuwa nakamua vizuri darasani na nakamua hata nikirudi leo, lakini pia nilifikiria fani yangu ni nini, ambacho kipawa amenipa Mungu. Baada ya kufikiria hivyo, nikaanza kuhangaika mimi mwenyewe, bidii za kutafuta, nikiamini mwisho wa siku mambo yatakaa poa. Hivyo hivyo ndio ikaja kutokea MC Mziwanda P Brand Tanzania Boy The Prince, kisa asante sana, ila nawapenda kuwashauri hata vijana wangu vijana wenzangu wanaotaka kutoka, sio lazima ufikirie sana au uone Mungu amekutenga duniani. Angalia ni kalama gani uliopewa, afu siogope, jitume, jitafutie, mwisho wa siku utafanikiwa.